Umeo kwa kanchia, please, dube. Dube! Ah! Kwa mpira umewekwa katika njia ya Prince Dube rong fil kwa Zuberi Foba alitokea kufuata mpira, jambo limekuwa tofauti, ni Young Africans na sita kipaji anamshangaza. Zuberi Foba anawashangaza waoka mikate wa Azam Complex. Ni Young Africans tena, wanacharuka ndani ya Azam Complex, wanatakata ndani ya Azam Complex, wanajuta, wanajilaumu Azam players. Lakini wapi, haijafaa. Zuberi Foba wrong format aliufuata mpira, lakini haikuwa na faida kwake ambao ulianza kutengenezwa kutokea nyuma, faida ya kukimbia nyuma ya mlinzi Prince Mpume. Lelo Dube akaukati kama unaenda nje hivi, lakini pakompero Zuzwa alikuwepo pale na akasema bola ni umie, lakini si wananchi wakose goli la kwanza. Ukiona bleach kichwani sio mvi, ni maarifa.